Hiyo ni fahamu zaidi, ndugu yangu tu atende na huko moja, pamoja tuangazie kuhusiana na taarifa iliyoweza kutolewa na Askofu mkuu wa jimbo la Dar es Salaam, Yuda Tadeus Ruwai'chi alipoweza kutoa taarifa ya kifo cha aliyekuwa askofu mkuu wa jimbo hili la Dar es Salaam. Taarifa inasema askofu mkuu mstaafu wa jimbo kuu Katoliki la Dar es Salaam mwadhama Polycarp Kardinali Pengo amefariki dunia usiku wa usiku wa Februari 19, 2026 katika taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete alipokuwa akipatiwa matibabu. Taarifa iliyotolewa na askofu mkuu wa jimbo kuu Katoliki la Dar es Salaam, Yuda Tadeus Ruwai'chi inasema kuwa Kardinali Pengo amefariki dunia wakati akipatiwa matibabu, na kwamba taratibu za mazishi zinafanyika na taarifa kamili itatolewa. Kardinali Pengo alizaliwa Agosti 5 mwaka 1944 huko Sumbawanga, mkoani Rukwa, na alipata daraja la ukardinali mwaka 1998, akiwa kardinali wa pili hapa nchini, wa kwanza akiwa Laurian Lwagambwa. Salifa ndio hiyo ambayo imeweza kutoka kuhusiana na kifo cha aliyekuwa askofu mkuu mstaafu wa jimbo Katoliki la Dar es Salaam. Bwana ametoa, Bwana ametoa, jina lake lihimidiwe.